Moja ya comment nilizopokea sana siku hizi za karibuni ni kwamba watu wanahitaji kuelekezwa namna gani ya kuweka auto caption ya Kiswahili kama hivi kwenye video. Kwa sababu CapCut na application nyingine huwa zinaruhusu lakini kwa lugha ya English na lugha zingine, Kiswahili ni adimu sana kukipata kwenye list. Na ndio maana huwa nasema kwa wale ambao subscribe, basi mnapitwa na mengi sana, kwa sababu wenzio walio subscribe huwa wanakuwa wa kwanza kupata video zetu na wale waliogusa alama ya kengele wanakuwa wa kwanza kupewa taarifa tunapopost video kama. Na wewe ni mgeni ujisubscribe, fanya hivyo mapema, ukilike video, itasaidia kuwaambia YouTube kuwa unapenda mambo kama haya na kuwafanya wakuletee mengi zaidi. Nitaanza moja kwa moja bila kukupotezea time. Kuweka auto caption ni rahisi sana na ni bure. Aa, nitaanza kukuelekeza na kwanza namna ya kuitumia, kisha nitakuelekeza namna ya kuipata, kwa sababu nimegundua nikianza na namna ya kuipata watu wana, wanaacha kuangalia video, wanaenda kuchukua application alafu wanaanza kulaumu kwa nini kitu fulani kimefeli wakati ajiangalia namna gani ya kutumia au na na namna gani ya kusolve tatizo. Sasa ni simple sana. Tutaanza kwanza na namna ya kuitumia alafu nitakupa namna ya kuipata. Utagusa alama ya plus, hii hapa. Ukishafungua hii application utachagua hizi section. Kuna ku select video, kuna ku select audio, ku select kurekodi audio moja kwa moja au kurekodi video moja kwa moja. Sasa utaselect video kama tayari una video yako au una audio yako video yetu mfano ndio hii, itaload hapa chini inavyoonyesha. Kisha utachagua lugha, utagusa hapa, utatafuta Kiswahili Tanzania, kipo chini kabisa huku, Swahili Tanzania, hii hapa Aa. kama wewe ni Mkenya utachagua Swahili Kenya ili ielewe vizuri lugha na rafudhi unayoongea. Utachagua Swahili Tanzania kwa Wabongo, utachagua Swahili Kenya kama ni Mkenya. Aa, utaminya next itaanza ku load na kuangalia maneno yanayotamka na, na kuyasikiliza vizuri, ili iunde auto caption. Inachukua muda mfupi kulingana na internet speed yako, simple sana. sasa kama kawaida ni vinei hapa, tutajaribu ki... unaona ilivyoenda chapu, ilivyoenda faster. Tutajaribu kitu hiki kipya, kilichobaki ni kufix kitu cha ja kwanza. Tutaanza na kuchagua template, kuchagua namna ya maneno yanavyoonekana. Kuna hii template ya kwanza hiki kipya kilichozinduliwa na... kama kawaida ni Vinei hapa, tutajaribu kitu. Unaona maneno yanatokea tu bila, bila animation yoyote. Nitaenda kwenye hapa, nita apply hapa. Kuna template nyingi nyingi, kwa mfano kuna hii, utagusa apply hiki, hiki kipya kilichozinduliwa na Google siku ya leo, na jaribio itakuwa ni kusoma simulizi. Unaona maneno yalivyo accurate sasa kuna application, kwa sababu kuna animation. Kwa sababu hapa maneno yanaenda plain, ukitaka animation ulienda hapa kwenye animation. Kuna regular ndo niliyoweka, kuna active animation, animation ni active. Ukiweka active inaanza kuanimate. Kama kawaida ni Vinei hapa, tutajaribu kitu hiki kipya kilichozinduliwa na Google siku ya leo. Na jaribio itakuwa ni kusoma simulizi ambayo imeandikwa na robot, itasomwa na robot, na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Kari... uh, bado animation sio nzuri sana, unaweza ka change; ukigusa hapa kwenye regula ukipagusa pana change. Hapo nimesha change animation. Kama kawaida ni Vinei hapa, tutajaribu kitu hiki kipya kilichozinduliwa na Google siku ya leo na jaribio itakuwa ni kusoma simulizi ambayo imeandikwa na robot, itasomwa na robot. Uh, unaona inavyoenda kwa sasa hivi. Maybe ni, ni change rangi kwanza, utaenda kwenye color. Kama unataka uchange rangi, utachagua maneno, rangi ya maneno maybe ni red. Uh, active word itakuwa ni green na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. No, na tufanye iwe nyeupe kakaribu Samira asante Vinei kwa kunipa. Hapa ni rangi, utachagua mambo unayotaka kwenye rangi, ukitaka iwe na background utagusa hapo, utawasha on. Background yake labda iwe red kwa mfano, iwe black kwa mfano. Itakuwa ni kusoma simulizi ambayo imeandikwa na robot, itasomwa na robot, na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Karibu Samira. Unaona nilivyo customize rangi kwa sababu hii application haina mambo mengi na kuruhusu ufanye mwenyewe. Ndarudi kwenye animation kama silipenda, utagusa ukigusa tena hapa ina change animation. Karibu Samira. Asante Vinei kwa kunipa nafasi ya kusia. Kama kawaida ni Vinei hapa, tutajaribu kitu hiki Ki... Hii ni mbaya, sijependa. Nitagusa tena itaenda slide. Tutajaribu kitu hiki kipya kilichozinduliwa na Google siku ya leo. Pia sijependa, ukigusa inazanenona. Jaribio itakuwa ni kusoma simulizi ambayo imeandikwa na robot, itasomwa na robot, na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Karibu Samira. Pia hii ni nzuri, nimeipenda. Kuna hii nyingine imeandikwa shafo, hii ni kuweka maneno ya ndege ovyo ovyo, yani ukiweka fonti ziendege ovyo ovyo, no rangi highlight color, kama kawaida. Ni vinei hapa, tutajaribu kitu hiki kipya kilichozinduliwa na Google siku ya leo, na jaribio itakuwa ni kusoma simulizi ambayo imeandikwa na robot, itasomwa na robot, na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Unaona ilivyoenda inavyoenda ovyo ovyo. Kwa hiyo nikitaka ni change font kwa sababu ni, font, ni font, kama ionekani fresh. na mimi ni mtangazaji wako font ndio hizi hapa ni size, lakini size, unaweza ukagusa huku juu ukafanya unavyotaka na size uh, kwa hiyo ni hivyo tu, kuna preset. Preset ni chache kama unavyoziona uh, maybe hii nimeipenda na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Nitaenda kwenye animation, nita nitazima hii. na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Karibu Samira, asante. Sasa kilicho baki itakuwa ni kupangilia haya maneno na kuhakikisha haya, haya, haya, haya, kama kawaida hayajakosewa kwa sababu sometimes unaweza kukosea kulingana na unavyotamka. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza video kwa njia hii hakikisha unaweka maneno yanasikika fresh, ili ijue neno hili linazungumzwa namna hii kuliko kuongea kwa speed au maybe kwa haraka, maybe kwa sauti ya chini au kelele ikashindwa kuelewa unazungumzia nini. Kwa hiyo kinachofuata ni kuedit haya maneno. Okay, maneno ndio haya hapa, ukitaka uya edit utaangalia maneno gani yamekosewa na utaangalia namna gani uweze kuedit. We kama kawaida ni Vinei, hapa imeandika vizuri. Tutajaribu kitu hiki kipya kilichozinduliwa na Google siku ya leo, imeandika fresh neno karibu Samira na jaribio hapa, vitu kama kawaida nitaandika karibu Samira, nitaweka tiki ine karibu, Samira karibu Samira. Ah, hapa nalikuwa peke yangu, inabidi iseme nilikuwa peke yangu, unaweza uka change. Kwa hiyo hii ndio kitu ya mwisho tutabakia ni kuhakikisha maneno hayajakosewa, kwa sababu sometimes inaweza ina, ina kukosea. Yalikuwa peke yangu ofisini, unagusa tiki, nikimalizia ripoti za mwisho wa wiki wakati simu yangu. Kwa hiyo ni hivyo tu, ukishamaliza Utagusa save au maybe utataka ku adjust haya maneno yakae ya katikati. Kama hapa ilikuwa peke yangu ofisini nikimaliza ripoti za mwisho wa wiki wakati simu yangu iliita na ilikuwa ni namba isiyojulikana. Kinachobaki ni ku save hapa juu utagusa save to, alafu utasave hivyo, video itakuwa imesave. Namna ya kuipata hii application ni simple, ni bure lakini ukienda kuipata kwingine inaweza kuwa kulipia, ndio maana kuna hiki kineno kama okay. Lakini mimi hii ninayotumia ni nitaweka linki kwenye description, ambayo linki hiyo ukigusa itakuleta moja kwa moja kwenye sehemu kama hii, na itakuwa na maelezo kadhaa, lakini unatakiwa kugusa button hii chini, hii button nyekundu hapa. Ukigusa hii button utakuwa umedownload application ambayo utaanza kuitumia kama nilivyoelekeza kwenye. Nitaweka linki hapo chini kwenye kwenye description, unaweza kwenda kuidownload, so Ndiyo hivyo na mimi naitwa Vinei kama kawaida.